Kuambia tu kuwa jitahidi wajitaidi kutafuta Mungu katika maisha yako katika ndoa yako, katika, acheni ugomvi katika ndoa yenu, acheni kujichukulia maamuzi mikononi, chochote unachoaso. Kwa wanandoa, mwanamke, mheshimu mume wako, na mume wako mume, mheshimu mke wako. Yani, katika ndoa msichukue mti yoyote, asichukue maamuzi ya kwake yeye mwenyewe na anavyotaka na jinsi e, mm -mm. kwa sababu ukioa, ukioa uki, uki jua umekuwa mtawala yule wayuleyo uliemoa vilevile, ukiolewa wanakuwa chini ya mtawala aliyefanyaje aliyekuoa. Maana kwamba ni mnakuwa mnasikilizana, awezi kujichukulia maamzi kufanya jambo, hasasala kwenye swala la uzazi wa mpango. Wengi wanafanya wa mpango kwa ajili ya tamazao binafsi. Nataka tukasome katika kitabu cha Warumi au Waroma sura yake ya kwanza mstari wa 21 inasema, ingawa wanajua kuna Mungu lakini awampi heshima anayostahili ayafanyaje? Hmm, anayostahili. Kwa hiyo japokuwa wanajua Mungu yupo, lakini awapi Mungu heshima anayostahili wala awamshukuru, badala yake fikra zao zimekuwa batili na akili zao tupu zimejaa giza. Aliluya! Hmm, wanajidai kuwa wenye hekima kumbe ni wapumbavu. Umeona, kwa hiyo wapo watu aina hiyo. Japo mnamjua Mungu yupo, japo unajua Mungu anakuamsha pumzi zilizo wa nayo, wao ile nayo ni Mungu aliyekupa, lakini au mheshimu, au mpi Mungu heshima anayostahiki? Umeona, au mpi Mungu heshima, au mshukuru, wala wa umwabudu. Kwa kwa maana unaona mtu leo anaamka asubuhi ameshiba amekula, anajua kazi yake inaenda, anaamka asubuhi anaanza kupambanua jambo, anasema oh, Biblia yenyewe tutafuataje? Maandiko, maandiko kitabu kinyewe kimeandikwa na wazungu eh, eh, sasa kama kijaandikwa na wazungu, yule mzungu ni wewe akijaandikwa na akili cha binadamu. Maandiko yalikuwa ni maandiko ambayo yameandikwa ya me, ni mwongozo ulioongozwa na roho wezo, Roho Mtakatifu ukaandikwa, sawa. Kwa nini tunasoma vitabu vya shuleni na vimeandikwa na wazungu? Kwa nini tunasoma? Kwa nini tunapanda magari ya wazungu? Kwa nini unavaa nguo zilizotengenezwa na wazungu? Kwa nini ndipo na jo dipo na jua mwanadamu akili zake ni wanadamu, wengi ni wapumbavu, akili fikra zao zimefungwa, hawana hekima. Sikiliza nikwambie kkuu e, kusoma sijui shule au kutokusoma shule aimanisha kusema wewe ndo unaweza kutenda haki hapa. Kwa hiyo wengi wamekuwa we, pumbavu, kwa sababu wenda wajasoma shule au wenda wamesoma shule. Kwa pumbavu pumbavu meja kichwani mwako, kwa sababu hauna yule roho wa Mungu wa hekima anayewawezesha kupambanua jambo au kuwaelewesha kuwa uerevu alwe kwa nini ulisoma shule? Kwa nini ulisoma shule? kasoma vitabu vya shuleni na kama ni Wazungu, bona ile shule, akili ya shuleni unaitumia mpaka leo.